Nini wa Tanzania mimi kwa majina naitwa Hamza Msonga, nipo kampuni ya MMT. Nilivuka Tunduma tarehe 27 mwezi wa 10 2025 mpaka leo ninavyoongea hapa bado nipo Kongo, lakini kitu cha kustaajabisha nimeona picha zangu zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii nikifananishwa na, na askari aliyeshika bunduki yule sio mimi mimi ni dereva na nipo Kongo. Kwa hiyo mambo yote yanatokea Tanzania, ni kuanzia uchaguzi mpaka vurugu zake, mimi nipo Kongo, mpaka leo hii bado niko Kongo. Kwa hiyo kinachoendelea kwenye mitandao ni kitu ambacho ani si kizuri na ni kitendo cha hatarishi sana, ni kwangu na kwa familia yangu vile vile, kwa sababu mimi sihusiki katika hayo mambo yenu. Mimi sio askari, mimi ni dereva, na hapa nilipo nipo Kongo, sijashusha kwa hiyo hawa wanaosambaza hizo habari naomba wache mara moja kunichafua maana, kuni kunichafua. Asante sana. Wananchi wanasema kwamba huyo jamaa ndio huyo alisiku ya maandamano alikuwa anapiga watu bunduki na, maana alikuwa upande wa polisi, ina maana yeye alikuwa anaenda kama polisi mona kama ansidia, ni kitu kama hicho, alikuwa anapiga watu bunduki na kama mlivyoona hapo kwamba hizo picha nilizoziweka hapo picha hizo picha hizo mbili kwamba huyu jamaa ndio huyo, alikuwa anaonekana kipindi hicho alikuwa anapiga tu bunduki. Sasa yeye je, huyu jamaa alimetufuata, ametufuata inbox na kusema kwamba sio yeye, kwamba tumemfananisha, kwamba wananchi wamemfananisha, sio yeye, yeye ni dereva wa truck. sasa hapo ndo kunakuwa na upinzani kati ya huku na huku. Wananchi wanasema kwamba ni yeye, yeye anasema kwamba wamemfananisha, Sio yeye yeye ni driver truck. Na kipindi kipindi cha maandamano hicho, yeye alikuwa ipo Kongo c kipindi chote alikuwa Kongo, mbona alikuwa Kongo kwenye kazi yake hiyo. Sasa hapo ndo kuna upinzani mkali kwamba tunashindwa kuelewa vizuri, sababu mpaka sasa hivi Watanzania wako na asila, unaona, wako na jaziba kubwa sana kwamba ndugu zao wamefariki. Kwa hiyo, kwa hiyo tunahofia kwamba wasija wakachukua maamuzi ya ghafla. Afikaje kujulikana kwamba sio oh, yeye yeah, yeah. Ngoja